Jamani, watu wa Njombe mliosoma Aniki, <laughs> sitaki kusema uongo. Kuna wale vijana fulani, kulikuwa kuna Rupiana, kuna Eliadi e, kuna Kalista Mgindo, walikuwa wanafanya mambo ya biashara wanauza stamina yani, wale pale waikswa fanya biashara kutoka darasani. Wafanya biashara wa mkoani kiwakuetia delivery popote pale ulipo, sawa. Walikuwa wanauza stamina, ukihitaji uletie hizo stamina, wanakufanyia delivery mpaka kilicho ah, darasani, sawa. Muulizeni ana kilichomutaaamsaga